Kueleza sira za mabwana wakubwa kwa sababu gani? Kwa sababu tuna amani. Isingelikuwa amani, tusingeliweza kutanika sehemu moja na kumtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema kaiwokanu amana tufia anakina kalina hakia, kwamba amani, kwamba nchi ni amana ambayo Mwenyezi Mungu ametukabidhi sisi, basi tuilinde hiyo nchi yetu. Tunaelinda kwa nini? Sheikh akatoa njia nne. Njia ya kwanza bil ilmi, kwa kutoa elimu, kwa kuwafahamisha watu muhimu kwa amali no. Lakini walhikma no. na wakutumia hikma, inapokuja jambo lazima wale viongozi wetu fanye nini? Watumie hikma kuyondoa ile jambo. Lakini njia ya tatu wa na kuomba dua, na ndio maana mashehe, hasa shehe wetu wa mkoa amekuwa akiweka makongamano mengi sana kwa ajili ya kuombea nchi yetu amani. Sikana kwamba amekurupuka tulahasha, amepita mahala akaona, ndio maana akaweka makongamano. Ndio manasha kasema, falahmihi bililmi walhikma wa du'a wa nasaih, na wa kutoa nini, na kutoa nasaha. Kwa hiyo jambo la amani ni jambo ambayo patikana kila mwanadamu bali kila mwislamu alisemei kwa sana, na imekuwa ikitokea baadhi ya kauli kwamba ikitokea wewe muislamu mwislamu unanali jambo la amani, inaonekana wewe ni mtu ambaye umepewa bahasha, lakini sio kweli, kwa sababu hata wewe ambaye unaekaa una katika vijiwe na kusema kwamba tusitetee hiyo amani, unapata hayo mambo kwa sababu una amani. Ingelikuwa hauna amani, usingelikaa mahala na kusema kwamba amani haifai nini, tukichafue lahasha. Unapata hiyo nguvu kwa sababu na nini una amani au yeah. ukisema kinuke unapata okay. Hizo nguvu kwa sababu na nini una amani, kwa kumali siya kumali siya kwa amani kwa kumalizia kumoja sema katika hizojoti wasalmu kwamba amani au wasalmi amani sabilunajati ndiyo no. Njia ya uongofu manhafadha alaiha nala saadati min arrahman atakaye hifadhi hiyo amani basi ayewewo amepata magora na makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa ala rahmatullahi wa barakatuh.